Ili uweze kufanikiwa, ukipata hela, lazima ujiwekeze we mwenyewe. Kuwekeza kwako kwa we mwenyewe kunamaanisha kwamba unanunua vitabu, unasoma, unanunua intaneti, unasoma, unajiwekeza we mwenyewe, unavaa smart, unapendeza sometimes kama wewe ni mchezaji, unajua kuna wachezaji watu wakubwa sehemu fulani, naenda kucheza pale, basi nenda kacheze mpira pale. Au kama wewe labda unapenda mambo ya kutoka outing, kwenda kukaa bar, nenda zile sehemu nzuri na ile hela yako kaitumie pale. Utakuwa uchezei hela, bali hela yako utakuwa umeiweka kwa ajili ya manufaa ya baadaye, utakuwa umeiwekeza kwako, kwa sababu the personality unavyokuwa wewe basi hiyo nitakurahisishia wao kuanza kukuzoea, kuwa karibu na wewe na wakiweza kuwa karibu na wewe ndipo pale utakaoanza kujua nini unachokifanya. Ndipo pale shughuli nyingine zikiwa bana, unaona ah, ngoja umpigie Ivan bwana, kidogo anaweza kutusaidia hii shughuli, ikakimbia kwa sababu kwa amesema kwamba labda hana shughuli au yuko free muda fulani. Kwa hiyo itakusaidia ukishojenga urafiki utaweza kuwajua vizuri, utajua wanafanyaje, wanafanyaje maisha yao, wale watu wa hali ya juu au watoto wa hali ya juu. Utakavyokuwa karibu, itakutengenezea wewe njia, fursa ya kuweza kupenya na kuweza kutoboa, kutokana uko personality, uko msafi, unaonekana msafi, kutokana hela yako unawekeza kwako mwenyewe, you are bright, IQ yako kubwa, unaona mbali, unawashauri na vilevile, vile unajaribu kwenda kukaa na watu wenye hali ya juu, kwamba unajua kabisa kwenye coffee cafe ile siko sehemu fulani pale, nikienda kunywa kahawa, kuna watu pale matajiri, kuna watu wana uwezo, kuna watu wana IQ kubwa, wale nikikaa nao then nitawanyonya. Nao, siri zao. Then, kupenya Ivan the Don. Nondo hiyo, kula nondo mjomba. Share na wengine, ni follow kamoja, ni follow. Kuna video nyingi za mafunzo mengi mazuri kwenye akaunti yangu, zitakupeleka mbali sana kama ukikao kuzisikiliza kwa makini.